Ili usifeli na ili usifilisia kwenye biashara, mfahamu mteja wako mlengwa. Invest time, yaani wekeza kwenye utafiti wa kumjua mteja wako mlengwa vizuri. Mteja mlengwa kiufupi hapa ni nani? Ni mtu ambaye mfano kwa hapa Dar es Salaam wanaofanya vizuri sana wateja lengwa wanafanya vizuri sana hapa Dar es Salaam top 3, ni tourists, business travelers, labda na digital nomads. Tourists nikimaanisha mtalii, labda anakuja anataka kuenda Zanzibar, mara nyingi watatua hapa Dar es Salaam, wapashangae Dar es Salaam then waende Zanzibar, au atatoka Zanzibar aje Dar es Salaam ndo aende Arusha. Business travelers manake mtu amekuja hapa kwa ajili ya misha za kikazi zaidi wamekuja hapo, wanahitaji kwenda ofisi za kiserikali, wanahitaji kwenda uh, kwenye makampuni makubwa kama Standard labda na kadhalika, na digital nomads, maanake ni wale watu ambao wameamua kwamba wao wanafanya kazi nyumbani hawahitaji uh, kufanya maofisini. So kinachoweza kutokea ni kwamba ana anabook an apartment, anakaa zake hapo ndani, na mtu huyo hahitaji kwenda popote, anaweza kufanya kazi kwenye laptop yake. So unapokuwa mfano umejua wateja wako walengwa ni hawa watatu, maanake nyumba unayo design kwa ajili ya mtalii nyumba unao design kwa ajili ya business traveler, na nyumba unao design kwa ajili ya di, ni nyumba tatu tofauti, na kinachojitokeza ni kwamba watu wengi hawajui hata kwamba kuna wateja walengwa hivi. Wanachoishia kufanya ni kutengeneza nyumba kiolelaolela olela, bila kuwa na research bila kuwa na, na, na uelewa wa huyo mteja. Kwa hiyo mtu akija kwenye nyumba yako au hata kama jaja akipita tu Airbnb, kwenye jukwaa la Airbnb kuna kitu atashtukizia, kuna nyumba nyingi ataziona pale kuna features ambazo watazishtukizia na kujua ya kwamba this house ni nzuri, lakini sio kwa ajili yangu. Kwa nini? Kwa sababu wewe hukuwekeza muda kumjua huyo mteja wako mlengwa ili udesign kitu ambacho yeye angekitaka. Mtalii angetaka sehemu au nyumba ambayo inaonekana kitalii zaidi. Business traveler angetaka nyumba ambayo ina modern touches, ina sehemu ambayo anaweza akafanya kazi, hahitaji marangirangi mengi sana kama mtalii. Digital nomad ange, kwa sababu anafanya kazi ndani, angependelea nyumba i feel more like a home, lakini kuna sehemu ambayo anaweza akakaa comfortably na akafanya kazi yake. Sasa kwa kupitia tu hizo, kuna tofauti kuna nyumba hizo kama ni tatu tofauti kwenye namna unavyodesign, namna ambavyo una una list na kadhalika. So invest time, invest time time kumjua mteja wako mlengwa ni nani, ili baadaye usije ukawa disappointed na kuishia kushindwa.